Au kabla ya kumwaga rangi ile na kujua ile ile kesi gani wanatakiwa, consultants lazima apitishe kusema kwamba kwa hiki nacho nataka kikuoku ukiweka, tunakubaliana nacho, then wanaanza kufanya ujenzi. Sisi swala kwamba wanafanya ujenzi au tunamjia ukagua na kusema kwamba ile ya hazija kesi, kwa nini? Lazima kama kulikuwa na swala kwa unazungumza swala la la, la udongo, swala la udongo ni sema japo kwa sababu kama udongo sehemu zile za udongo zina zina ile text ile yake sio nzuri sana. Huwa nafaileni sorry improvement. E, Nazungumza ya ngoza kwa uzoefu kwa sababu lazima fanye sorry improvement kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa, kwa barabara na kuja kujengwa pale au kama ni daraja linaweza kuhimili. Kwa haya ni swala la consultants hata kabla ya mkandarasi. Na kama haya yanatokea mara nyingi na corruption kati ya consultants na, na mkandarasi. Sasa kwa ndugu zangu wa TANROADS. Najua kwamba wana wana wana consult wana consultation wana consultant spend ndani ya tangi. Na vitu kama hivi kwa sababu mtu amesha ya kwanza mmetoa, ya pili mmetoa. Tunazungumza ya tatu. Nafikiri ungeweza kwanza ku hivi ni kujiuliza, uko consultants competent enough? Au mlete mlete consultant sio mmoja kusimamia bali. Kwa sababu nafikiri si si si nzuri si na sio na na na, na, na highlight picha nzuri. Na wale kwa maana sasa so, unapo unapoelewa mara tatu mara ngapi? Athe pay and cost kwa mwana tulipa chochote kama tano kama credit kwa mtu wa serikali. Kwa mwana analipa serikali au wanaambiwa tunaenda karudie kwa oh, ona inua tena au oh, wanainua tena. Ya, yeah. Lakini kizuri zaidi ambacho nimekipenda ni kwamba hawajaipokea barabara, wameikataa. That's a very good thing. Kwa maana yake bad options za kimkataba, kama mambo ya kufunguka ya sasa. Mambo ya mkataba yanaenda kimkataba ama ya echazi kwamba tuna tunaweza kimkataba tunaweza tunawezajemaa kaumba kail la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala hili la mahusiano kati ya Tarura na halmashauri. Sasa Tarura ofisi yake ilivyokaa ni kwamba wanapotangaza ile mkataba ile ile ile eh tenda, tenda. Wanapotangaza zile tenda zinatangazwa kule juu na nando. Nimesikia hapa kuna kuna mheshimiwa mbunge nafikiri kaka yangu hapadake amezungumza kwamba manager anamuita contractor hawezi kwenda, anapata nguvu wake, manake tells kwamba kuna tatizo aidha, kwenye mkataba hiyo signed haija mention kwamba mtu mmoja wapo msimamizi au mmoja wako anamwakilisha ni manager au talula wilaya ya maso au wilaya ya Bariadi. So, so kama kile akipo kwenye mkataba unamwona kwa kwamba anakuwa na hiyo nguvu, lakini kama angekuwa mentioned kwenye mkataba kwamba huyo ni mmoja wapo wa representation la kaya, lazima hawezi akawa na nguvu ya kukatalia kwa hivyo. Nafikiri kwamba kwa kwa hivi unaosababisha ni udongo au ni utaalamu au ni aina ya wakandarasi unaowapata ukichukua barabara ya kutoka Nyanguge imetengezwa mwaka Lfumbili na moja kutoka Nyanguge mpaka Mwanza. Ile barabara hata punde la kipande hakipo leo na miaka na tatu. Ukichukua barabara inayotoka Shinyanga ukaondoka mpaka Tinde, ile barabara imejengwa mwaka elfu mbili na, na wakandarasi mpaka leo hakuna kipande. Sasa ichukue hii ya kutoka Mikumbi ipeleke mpaka lamani, kila siku kila siku kila siku. Hata ile gharama ile mkandarasi mwenye gharama kubwa angepewa angefanya kwa ufanisi zaidi na kwa ubora wa hali ya juu kuliko gharama tunazozipata hivi sasa kwenye maeneo yetu. Lakini ukiangalia barabara ambazo zimejengwa hizi karibuni, ya kutoka hapo junction kwenda iti imechoka na yeye, lakini nashukuru meneja amesema anaenda kuangua, lakini lazima tuangalie hivi, yani, katika utengenezaji wa hizi barabara kuna vigezo aina ngapi? Ya tu, una ya kuwekea tu unaweka juu au una nzuri zaidi. Ukiangalia sehemu lami ya kutoka pale Somanda kwenda huko, hata ukiendesha gari ukiona ile ile eneo, unaona hata mwendesho wa gari ni tofauti, hata ile tairi kusumbua inakuwa ni tofauti. Lakini kwa sababu inakwenda kule makao makuu ya mkoa, labda wameweka hivi kusudi vingine kule, ndio eh, uh, sijulikane namna gani. Nataka tu kuleta hilo shughuli ili tuelewane katika hizi hoja tulizonazo. Lakini kwenye swala la kando, wanapojenga hizo barabara zao hai huu uh, mfumo ambao umekuja nao madaraja ya daraja za mbao, wanapotengeneza zile daraja, mimi sio mkandarasi, ninaona naona kama wanazifinya, yani wanakuwa wamebakiza gap na huku, kwa hiyo maji yanavyokuja, yakipiga, yanatengeneza shimo, kwa hiyo daraja lazima lianze kutoshwa. Mtu hilo la kwanza, na leo tukao ifanyiwe kazi. Wametoa hoja kwamba tunavamia, wananchi wanavamia kwenye barabara, mimi nadhani wananchi wanavamia wao utaalamu wao na changamoto na wakandarasi na kwa kwa sababu barabara sisi tunaelimisha watu barabara, anaweka caravat, anajua kabisa huko kuna tuta na huko kuna tuta mtu majaruba. Halafu yeye yule mkandarasi anajenga, anaacha anaacha pale kirundo cha cha, cha zege na, na, na, mchanga, maana yake mvua ikinyesha, yale maji hata hata hamu barabara itabaki pale pale, matokeo yake litatitia litaanguka. Halafu anakuja na utaratibu, maana maana siku zote yeye ni kubewa na lawama tu hanazuri naomba nalo hiyo wajiweka vizuri, na mifano tunayo. Meneja wa TANROADS ndiye ame ameongea kwamba barabara zetu kwa sehemu kubwa zinaharibika kwa sababu ya maji, kwamba maji na lami na, na hazi, hazi, ma, ma, ma, ma, mafuta na na maji havipatani. Sasa unajiuliza ni maji tu ya Simiyu ndio yana yana density kubwa kuliko kuliko maji ya sehemu zingine? sababu ukiangalia zipo barabara kama walivyotaja wabunge wengine zinakaa muda mrefu. Ukiangalia hata hii barabara ya Msoma, barabara ya Kahama mpaka mpaka Rwanda huko zinachukua muda mrefu, lakini hizi barabara zetu kila siku tuna tunarudia mle mle. Kwa mimi naona shida kubwa iko kwenye kwenye mkataba, kwa maana kwamba na kwenye mkataba inaenda mpaka kwenye tendering, kwa sababu kuna namna na kuna mahali ambapo quality inakuwa compromised. Kwa mimi naona kuna haja ya kubwa ya, ya, ya, ya TANROADS kuangalia hii mikataba ambayo wanaingia na wakandarasi mbalimbali, na hizi tenda, kuangalia ile competence yao, na ndiyo maana imefika hatua manager wa TANROADS anashauri kwamba uchukue hatua, angalau ni kama tu kuongea na na mkandarasi. Again, kama inaonekana kama hatua ambayo haiwezi kuchukuliwa. Kwa hiyo mimi nashauri mikataba yetu na tenda zetu tuzitazame kwa jicho la pili. Kingine ambacho nilitaka niongelee ni ukamilishaji wa wa madaraja. Kwenye presentation ya manager ameeleza madaraja ambayo yamekamilishwa, akataja na daraja la Mwaksano. Sasa nilitaka nipate ufafanuzi hapa kwamba pengine lugha ya kwamba limekamilika wanaangalia kigezo gani? Sasa mimi naiona ile daraja linaendelea kujengwa, ila kwenye presentation inaonekana limekamilika ikaliko kakazi kidogo. Kwenye kupandishwa hadhi, kwenye kupandishwa hadhi hizi barabara, nilikuwa nina ushauri kwa National Roads Classification Committee kwa mjumbe aliyekuja, ninadhani kuna haja ya, ya wao wanapokuja kukagua hizi barabara wangekuja wakawa naungana wanafanya engagement na wataalamu wetu wa, wa mkoani wanaenda wakiwa pamoja kwamba hapa tulitumia kigezo hiki na hiki, kwa sababu ninaamini TANROADS wanapoomba kupandishwa hadhi hizi barabara hawaombi tu bila sababu, lazima kila barabara anakuwa kaidisha kwamba hii kwa kigezo hiki na hiki na hiki na hiki inakidhi kupandishwa hadhi. Wale nao wanapokuja, kwa sababu ni lazima watembelee mlemle, maana ikiwa tunatumia sheria zile zile alizozitaja na kanuni zile zile alizozitaja ndizo walizozitumia tano ni kuomba, na wale nao wametumia sheria hizo hizo na kanuni hizo hizo. Kiuhalisia, haya tunapoenda kuyaeleza kwa wananchi wa kawaida, tunakuwa kama tunamchanganya, kwa sababu serikali ni ile ile, ni vitengo tu, ili kitengo hapa na kitengo hapa, sheria zile zile. Kwa kuna haja wale, wale wanapokuja wafanye engagement ili wanapoenda, wanaenda wakiwa pamoja kwamba hii kwa kigezo hiki ime, imetimiza kwa kigezo hiki na hiki na hiki na hiki kiasi kwamba wanakuwa huko peji moja na wa, na, na, na wataalamu wetu wa mkoani, ninadhani itatusaidia sana kuondokana na kila tunapokutana tunapendekeza tuna tena barabara zile zile. Kwa hiyo ingekuwa iko clear kiurahisi tu hivyo. Hata mimi narudi sasa, nimekosa upandishwaji wa barabara moja, sija hata naambiaje wananchi wangu kule, changamoto ambayo inaleta kujitokeza ma mashimo mengi ni pamoja na designing tuliofanya tulifanya klasi kumi kwa maana ya kwa kwamba tuli design tukitegemea kwamba magari hayatapita makubwa kiasi hicho. Kwa hiyo tukatengeneza kwa klasi a kumi, kumbe tunatakiwa tutengeneze barabara ya klasi ishirini wanasema klasi 20 kwa hiyo klasi 20 inakuwa ni barabara imara ambayo inaizidi ya klasi ya klasi kumi lakini hata hivyo tumekuwa tukipambana na wafanya uh, wasafirishaji kwenye, ndio maana tumeweka mizani pale Nyakabindi. Hiyo mizani ni kwa ajili ya kudhibiti uzito kwamba magari yanayopita kwenye ile barabara yasiumize barabara na kuiharibu na pia madaraja yetu. Kwa hiyo tumeweka pale nani kudhibiti uzito, lakini kudhibiti pia hata vipimo. Kwa hiyo gari kuanzia tani tatu na nusu zinatakiwa zipite zipite zipite mizani na sheria tunazotumia za mizani za East African, ah, tumekubaliana sisi kama nchi za Afrika mashariki zote kwa ujumla wetu tumetengeneza sheria pamoja ambayo ndio tunaoitumia kudhibiti uzito wa magari kwenye nchi zetu zote za Afrika Mashariki. Kwa hiyo baada ya muda tunauhakika ili wazo ile nani litaisha.